Kamise, mambo yanazidi kuharibika na kwa upande wetu vitu vinakuwa vigumu. nambooleina kaka yangu Dada. Hapana, kitu kama hicho hakiwezi kuwezekana. Nakuelewa. Mimi najua ni ngumu kufanya hivyo. Lakini omba ufanye kwa ajili yangu, sasa hivi kakangu yupo kwenye matatizo makubwa sana, yaani nisipomsaidia mimi naamini kabisa kwamba ataingizwa kwenye shimo ambalo baadaye nitashindwa kumtoa. Lakini pia mimi sina njia yote ya kumsaidia pasipokuwa na ushirikiano na wewe. Naomba basi ufanye kwa ajili yangu. Mi sitaweza kuolewa na kaka yako, yaani hata iwe vipi. Lakini kama kuna uwezekano, unaweza kwenda kumtafuta mwanamke mwingine ambaye unamtaka ili aweze kuolewa na kaka yako Nambo unisaidie, sina mtu mwingine wa kunisaidia zaidi yako na pia na kuahidi sitowahi kuruhusu upitie magumu yoyote ukiwa kwenye familia yetu, yetu, yetu. Naomba ufanye kwa ajili yangu, please. Mi sijaikuwa mtu mbaya kwa hata siku moja, na unalijua hilo kwa hiyo, siwezi kukupeleka sehemu ambayo utaenda kupata maumivu <mimu> Mtaalam, sisi hapa tumekuja, nimemleta binti yangu, ana matatizo. Ni kwamba kuna mwanaume ambaye binti yangu anampenda sana, lakini huyo mwanaume hataki hata kumsikia binti yangu. Kwa hiyo nilikuwa naomba umsaidie, ikiwezekana wewe mwanaume aweze kumuoa mtoto wangu. Kuja nisimulie mwenyewe binti. Ni kweli baba, mimi na shida, na shida yangu kubwa ni ndoa. Kuna wewe mwanaume nampenda sana, lakini hataki hata kunisikia. Naomba nisaidie sana baba. Kumsaidia binti yako naweza, ila kikubwa inabidi uone Sawa, zingatia masharti. Sawa mama. Sawa. Alaikumsalamu saale <laughs> Salamu ya, salamu. Waalaikum salam baba. Wewe binti ndio ni shida. Ndio. Sawa sawa. Niomba nipe shida yako niweze kukusaidia, nipe shida yako mama, usiogope <coughs> Baba, shida yangu kubwa mi ndio. Naomba nisaidie baba. Nieleze, nieleze nipate kukuelewa mama. Kuna kijana mi metokea kumpenda sana, lakini yeye mm, hataki kabisa kunielewa. Mi shida yangu kubwa ya mume wangu Uko tayari kwa masharti? Nitakupa masharti, cha muhimu ni kuzingatia mama. Sawa binti yangu. Umenielewa? Kuwa makini. Sawa sawa mama <coughs> Binti nisikilize, kwa makini natoa dawa, sihitaji dawa ichezewe, sawa sawa. Hii dawa nitakayokupa, ukatie kwenye maziwa, chai au juice, umpe huyo mtu umhitaji. Hakikisha kipindi unafanya hivyo asikuone mtu yoyote. Mganga, hiyo dawa itakuwa ni changamoto sana, kwa sababu yani hata kijana yeye sina mali naye mazuri hata kidogo Nitawezaje mimi kumpelekea hiyo juisi? Si ndo msaada na kukupa, ama unataka msaada gani tena kutoka kwangu? Uh, binti, na imani utaweza. Sawa, pambania ndoa mama. Sawa eh? Sa. Sawa na mambo yatakapokuwa mazuri, nabidi urudi kwenye mizimu, tukutambikie. Unanielewa? Unanielewa? Sawa, mtaalam.

Sasa niliutania pale jicholi napokwa na ukungu. kuna nini? kwa nini? kuna kitu kizuri cha maajabu, nataka nikuonyeshe.

Nikausha mazima kwa sababu unajua nakupenda sana, na siwezi kuishi bila wewe, ndio maana nifanyie hivi, nisamehe sana na kweli itojirudia tena, ila naomba usije kaujia kwida. Mara mara hii kijirudia, sidhani kama nitakusamehe mimi. Nahisi ndio utakuwa mwisho wa msamaha, songe hivyo tena. nasikia namba mpya halo poa nani ah, ok nambie ah, naitwa faruku Uh, kiukweli ratiba zake zinakuwa ngumu sana katikati ah, ya wiki lakini nafikiri weekend unaweza ukamuona. Haya, sawa, asante. Watu wengine bana, nani? Ah, huyo ni mdada nilikutana naye juzi, ana changamoto kidogo na mume wake kwa walitaka nimkutanishe na mwanasheria wangu. <laughs> Hai, mbona na sisi mambo yetu, wa kumshirikisha mwanasheria wako, saa atukhe sana. Nataka basi tuende chumbani, nimechoka kukaa hapa, nimekaa hapa muda msamis, ndiyo nimkmsih Ule, chumba mm, ni mm, la mm, mm, chumbani mimi nakuja itende wote nataka nikukute. Hivi kweli upo serious kabisa uhitaji mimi nikoe? Unajua, mimi me, nikwambia kitu kimoja wanawake wengi sana ambao wapo katika umri wako sasa hivi huwa anatamani sana kuolewa, na vile vile pia anatamani sana uolewe na mwanaume ambaye atakuwa bora na mwenye maisha yake ili waweze kusaidiwa kwenye familia zao. Mi kiukweli nina kila kitu na familia yangu inanipenda sana na inanihitaji mimi nioe, lakini sijaona mwanamke wakiweza kumuoa zaidi ya kwako. Kwa nini kila siku huwa unapenda kupinga au ni kitu gani ambacho kinachokufanya wewe ukatai kabisa kutaka kuolewa na mimi? Mahi sikiza, nakwambie mimi, ningekuwa nahitaji kuolewa ningekwambia, lakini sio hivyo. Unanifuata na nikoma ndio leo kunioa taka kunioa. Acha nifanye maamuzi mimi mwenyewe, nitulie, ndio nikwambie bwana nataka kuolewa, ila sio hivyo unavyoniambia wewe. Unajua nakusema sana unaposema wewe bado na umri wako, unakosea. Umri wako sasa hivi ni halali kabisa kuolewa. alafu kitu kingine, mimi familia yangu nahitaji nioe leo kesho, ili mradi niweze kukabidhiwa kampuni niweze kusimamia, lakini siwezi kupewa ile kampuni kama sijaoa. Kwa hiyo mimi nakuomba, kubali kuolewa na mimi, tutengeneze familia yetu ambayo itakuwa bora hata hapo baadaye. Na hata hivyo mimi nikikuoa kuna vitu vingi sana naweza nikakusaidia wewe, nikaisaidia pia na familia yako. Naweza nikakufanyia hata maarifa, na wewe ukapata pale pale kazi ofisini, mambo mengine yakaendelea, kuliko kusema eti wewe bado unataka tu kula ujana huo. Ujana mwisho wake unafikiri utakuwa wapi? Hebu basi jaribu kufikiria ile akili yako kubwa zaidi. Hii nafasi ambayo umeipata sasa hivi, itakuja kufika wakati utakuja kuijutia, nakwambia. Sikiliza, hebu nipe muda basi nitakufuata mwenyewe, nitakwambia, bwana Mahi, nataka unioe. Sawa, tena kwa sasa hivi ungeniacha nifanye starehe zangu, nikimaliza nitakwambia nataka unioe. Shida ipo wapi? Kama tatizo ni hizo starehe sawa, mimi nikikoa klabu utaenda kama kawaida, na hizo starehe zako nyingine ndogo ndogo ambazo unazozifanya ni e, sawa, ila tu uwe na mipaka, sio unaenda klabu alafu unarudi alfajiri ama unarudi mchana, sio kweli unaenda kidogo na sare, then unarudi nyumbani, maisha mengine anaendelea, mimi sito kupinga katika hilo, na nitamuelezea mama kila kitu kuhusiana na hizo tabia zako. Nafikiri ukifika muda utaacha tu, sababu kuna vitu vya kupita. Sifikiri kama unaweza kufanya umri wote ukafanya hivyo vitu. Nina bali ya kwanza kuikiana mipaka bwana, rudi saa ngapi, fanya hii, fanya hivi, mimi siwezi. Ndio maana kataa stay kuolewa kwa sasa hivi. Sawa, mimi nisikuingilie tena katika maamuzi yako kama umeona ndo sahihi wewe kuwa hivyo. Sawa, ila tambua kwamba umri haurudi nyuma, unaenda mbele. Alafu maisha kadri siku anavyozidi kwenda, ndo akuwa anaongezeka, yanakuwa na vitu vingi sana hii nafasi ambayo unaipata sasa hivi unaichezea. Ipo siku utakuja kujutia. Kwa hiyo huo ujana wako ambao unokula Sawa, angalia na uutumie vizuri ili ukija ukazeeka usije ukapata shida. Baba unatawala kukesha Mmewangu, mmewangu, mmewangu nini shida? Niache basi. Nisikilize nikwambie, kuna muda ukinikuta kimya, niache basi nikubaki mwenyewe, kwa sababu ukiendelea kuniuliza, kuna muda unapenda kujitafutia matatizo mwenyewe. Lakini mmewangu, mi sijakuuliza kwa ubaya, nimekuuliza kwa wema tu, nilikuwa nataka nijue nini shida. Nisikilize sawa. Hata nikuelekeza shida yangu, sidhani kama unaweza kunisaidia. Ndiyo maana nimeamua kubaki mwenyewe. Haya, sawa, lakini mume wangu, leo kuna kakitu nimpata kazi, nimpata kahela kidogo, nikasema nimletee na mume wangu tugawane kidogo. Shika hapa. <laughs> Mwanangu, nakupenda sana. Nakupenda pia. Unajua nini, siku zote uzuri wa mwanamke sio sura, wa mwanamke sio shepo, uzuri wa mwanamke sio rangi, uzuri wa mwanamke maua kama haya. Sasa ukiona unanipa kama hizi? maezi nitakuwa utaenda kuwa na wewe <muchos>

ini hapa unavyoniona, nina furaha yaani natamani ni kubebe mgongoni niukeuke na wewe. Ni kwa sababu kuanzia kesho mimi na wewe tunaongozana, tunaenda ofisini wote, tunashinda wote, alafu jioni tunatoka kazini wote <laughs> Sasa hebu hapa nianze kujiandaa bwana. Bueno, mdani kuna joto. Kwani afisini unaenda sasa hivi? Ah, napaswa nifanyaje hapa? Mm, sasa hivi inabidi tuende nyumbani kwanza. Kuna baadhi ya vitu nikuelekeze, ili kesho ukifika kazini usipate ugumu wowote. Nisubiri dakika moja. Chaguo la mama Nifa, upo serious kabisa kwamba unahitaji kuolewa na mimi? Ndio. Kwani hapo usielewi kitu gani? Sawa, mimi leo sija hapa kukulazimisha wala kukuforce uendelee kuolewa na mimi. Kama unahitaji kuolewa na mimi, mimi nimekubaliana na maamuzi yako. nitaenda kutafuta mwanamke mwingine ili niweze kumwoa haraka iwezekanavyo, ila ningeomba tu kitu kimoja kutoka kwako. Kuhusiana na haya mahusiano yetu, basi pia ishie leo. Sihitaji kabisa kuwa na mahusiano nao aina yoyote. Yani nataka kuniambia, uko serious? Nipo serious kama wewe ulivyokuwa kwa serious, au uhitaji kuolewa na mimi, na mimi hivyo hivyo, nipo serious, mahusiano yetu yavunjike leo. Lakini Mahel, mimi nilikuomba muda wa kujifikiria. Mbona unachukua maumivu mazito kama hayo? Mimi sihitaji muda wote kutoka kwako, kama wewe bado kuolewa, kipindi ambacho utakuwapo tayari kuolewa, utatafuta mwanaume mwingine atakuoa, lakini sio mimi. Sio rahisi.

na kupokea maumivu ukaba unatawala, kukesha bar kila siku kila mara hivi. Kwa nini ujarifura unanyumiza? Asante. Sasa hapa aja nikuelekeze. Mwanzo kabisa unaanza kwenye faili hili hapa. Unafungua faili hili. Kisha fungua na unakuja huku na kuja huku. Nadhani hii ndio watu wa moja ambayo ni ngumu sana, yani kishaweza kuielewa hii hapa, mambo mengine yote yatakuwa rahisi kwako. Sasa, kama kwa mfano, hebu anza tena, anza upya. Unaingia kwenye faili hili hapa, ukishalifungua unakujadi hapa. I mfanya mwenyewe. Haya, mataseka. Kila mzee anataka furaha aipate kwa muda na kwa, ila sio kwa ubaya, sio kwamba mimi sina